Hello, habari, karibu tena kwenye channel hii ya Talk with Jasmin ambapo tunapeana maarifa mengi sana. Lakini leo mada yetu ya leo inasema kwamba ni namna gani unaweza kukawa mtu ambaye ni mwenye mafanikio na mwenye furaha. Unajua kuna ile hali unajikuta kwamba watu wanakuona uko nje kwamba ni mtu mwenye furaha, mwenye amani, hauna shida yoyote lakini kwa ndani wewe ndo unajijua mwenyewe, unajikuta labda umejawa hofu, umejaa wasiwasi, umejaa mashaka ya kushindwa. Labda unafanya kazi kwa bidii sana, lakini haujapata bado yale matokeo ambayo unayataka. Lakini hapa utagundua kwamba mafanikio na furaha sio kitu cha kubahatisha, sio kitu cha bahati tu, ni kitu ambacho kinahitaji mbinu sahihi, maamuzi sahihi na mtazamo sahihi. Na kama tunataka kuwa watu ambao tuna mafanikio na furaha siku zote za maisha yetu basi tujifunze na tufuate mbinu hizi zifuatazo. Mbinu ya kwanza ambayo tunapaswa kuifuata ili kubadilisha maisha yetu na kuwa watu wenye furaha na mafanikio siku zote, ni lazima tujifunze namna ya kufanya mambo mbalimbali. Unajua kabisa kwamba ili kubadilisha maisha ni lazima uwe na ujuzi na mbinu za kufanya mambo mbalimbali, lakini wengi wetu hatuna ujuzi hatuna mbinu za kufanya mambo. Mfano, mtu tu analalamika kuhusiana na pesa, anasema mimi sina pesa, lakini ukimuuliza ana mbinu zipi, ana ujuzi gani wa kutafuta pesa, unakuta mtu hajui. Lakini ili kubadilisha maisha ni lazima tuwe radhi, tuwe tayari kujifunza. Mbinu ya pili ambayo itatusaidia ili kuwa watu wenye mafanikio na furaha siku zote, ni lazima tujifunze kwa kusikiliza na kwa kutazama kaa na watu wa aina mbalimbali. Usipende kukaa tu na marafiki zako kila siku, unakuwa unawajua tu wao, umewazoea tu wao, haujifunzi mbinu mpya. Lakini kaa na watu ambao wamefanikiwa. Kama kuna marafiki zako ambao wako very successful, kaa nao. Hata wale ambao hawajafanikiwa, kaa nao pia, lakini hakikisha unajifunza kutoka kwao. Jifunze wanaongeaje, wote wawili ambao wamefanikiwa na ambao hawajafanikiwa. Wanazungumzaje, wanajibuje? Wanashirikianaje na watu, wanafanyaje vitu vyao, wanaongea nini wanasalimianaje? Wanajibuje? Yaani lazima ujifunze kutoka kwao ili uchukue yale ambayo ni mazuri na uweze kuachana na yale ambayo ni mabaya. Na hapo kwenye kutazama kuna kutazama kwa aina mbili. Unaweza kuwa unatazama ili kuona, utakuwa unaona tu kama picha, lakini unaweza kuwa unatazama huku unatafakari. Basi hapo utapata solution utapata utatuzi wa changamoto. Na jambo la tatu, ni lazima tujifunze kufanya kazi. Hakuna mafanikio wala furaha ambayo itakuja kimiujiza tu. Hizi zinahitaji jitihada na juhudi. Kwa hiyo ni lazima kufanya kazi. Kazi fanya kazi ambayo unahisi kwamba hii ni kazi ya halali kwangu, na ni kazi ambayo itakupa mbinu mpya, itakupa maarifa, itakusaidia katika kupiga hatua zako. Sio lazima utafute kazi ya ndoto yako, sio lazima utafute kazi ambayo unaipenda. Ukifanya kazi yoyote, kama kijana, kama mtu ambaye bado unajitafuta ni muhimu kufanya kazi ili kufikia yale mafanikio na ile furaha ambayo tunaitaka. Na jambo la mwisho, tusipende shortcut jamani. Wazungu wenyewe wanasema kwamba shortcut is a long cut, kwa sababu usipende mambo ambayo ni marahisi marahisi sana. Wanasema easy comes easy goes. Kwa hiyo usipende vitu ambavyo ni virahisi. Siku zote tunasema hivi, hakuna kitu ambacho kinakuja kirahisi. Ukiona kitu kinakuja kirahisi kwako, jiulize mara mbili, kuna shida gani? Kila kitu kinahitaji juhudi na jitihada. Kwa hiyo tusipende shortcut. Mpaka hapo tumeshaona kwamba ili tuweze kuwa watu ambao tuna mafanikio na furaha siku zote, lazima tujifunze namna ya kufanya mambo, ni lazima tujifunze kwa kutazama na kusikiliza, ni lazima tujifunze kufanya kazi kwa bidii na vilevile vile, tusipende sana shortcut. Na kama video hii imekugusa kwa namna moja au nyingine, usisahau kusubscribe like na share hii video na mwingine, ili aweze kupata maarifa ambayo umeyapata wewe hapa. Until next time, bye.